Yeye Rahabu aligundua ndani ya hawa watu si wa kawaida, akasema, ninachua nyinyi mtaichukua nchi, maana baada ya kupata habari zenu jinsi Mungu alivyowavusha bahari ya sha na jinsi mlivyopiga wana falme wawili akiwemo na Ogu. Falme moja anaitwa Ogu alikuwa ni jambazi sana jamaa, kwa katili, nchi yote imetetemeka, wote tumezoofishwa na kufadhaika lakini nataka mniambie, mtakapokuja mahali hapa, mje mniokoe mimi, wazazi wangu, ndugu zangu, na wanyumbani kwetu wote ili mlipe fadhila hiyo. Kasema haina shida, akawatoa nje kwa kwa kamba nyekundu, sema kwa kamba nyekundu, nyekundu. nyekundu. nyekundu, akawashusha ile kamba. Inasimama kama okovu wa leo. Haleluya, amen, alama ya okovu wakashushwa. Alafu akawambia nendeni mlimani mkae siku tatu ndio muondoke. Kwa wale watu waliwasaka wakakosa. Bwana Yesu asifiwe. Naongelea silaha za kuangusha ngome, ila nimeanzia hapa kukuelekeza jinsi watu walivyofanya. Tunaenda kwenye silaha sasa. Haleluya, haleluya. Mungu alijua hawa watu wakitumia mikuki watasema ni kwa akili zao na nguvu zao. Kwa walipokwenda kuvamia ile ngome Sema amen okay. Walipokwenda kuvamia ile ngome Mungu akawambia msifanye chochote siku ya kwanza, zungukeni zungu mara moja na siku ya pili na siku ya tatu, kimya kimya mkiwa peke unazunguka tu. Nenda kateke eneo lako, kwamba nataka kujenga hapa, eteke eneo, unazunguka tu siku ya kwanza, lakini siku ya saba zungukeni mara saba. Sema mara saba, sema mara saba. Sema mara saba, mara saba, ile siku ya saba akasema zungukeni mara saba na mara ya saba mpige kelele. Haleluya, amen! Mpige kelele, mpige kelele. Ile siku ile safari ya saba Biblia sema walipopiga kelele, ukuta na Yeriko wote ukabomoka. Wakati unaanguka, wale jamaa walishafika ndani, walishachinja wakaegea nyumba ya Rahabu, wakakuta kwa ile tamba, wakawaokoa wale watu. Haleluya! yangu ninazo silaha za kuangusha ngome. Ni ngome ipi imesimama mbele yako mpendwa? Sikilize, kama kuna ngome imesimama mbele yako, silaha unazo wewe. Nendo kaiangushe hiyo ngome, nendo kaiangushe hiyo ngome. Mungu anaachilia silaha ndani yako, na mimi naachilia nguvu ya uwezo wa silaha ndani yako. Sema amen, sema amen. Neno lichaye ndani yako <coughs> hiyo ndio silaha. Sema amen. Amen. Neno lichae ndani yako, hiyo ndio silaha. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Nisikilize kwa makini. Walio na Yesu wanazo silaha. Anasema as si kwa jinsi ya mwili. Ni silaha ambazo zi, zi, zina nguvu katika Mungu. Haleluya. Amen. Zina nguvu katika na zina uwezo wa kuangusha ngome. Sasa kilichobakia ni kuzitumia, kilichobakia ni kufanyaje? Na mimi leo nakushauri kazitumie. Mungu akupe hiyo nguvu ya kutumia hizo silaha. Haleluya. Jina la Yesu ni silaha za kuangusha ngome. Kila silaha ina kazi yake. Imani ni silaha kuangusha ngome. My man. Amen. My man. Amen. My man. Usubutu ni silaha ya kuangusha ngome. Hey, Daudi anasemaje? Mfalme yule, naenda kumpiga Goliati, achana na hao wanaogopa, naenda kumpiga mimi. Alimpiga kumpiga alimpiga kumpiga na kuisha kumpiga, alikata kichwa akakileta kama ushahidi, akakata kichwa chaju yako Kata vichwa vya adui yako. Paulo na Sila wako mule, nakaa Sila naona naga kumlalamikia mtume mzee, mtume. Vipi sasa tumefungwa tena? Walifungwa katikati, yaani kwa majambazi sugu, aleluya, walioshindikana chuma na mane upote ambao kuna mageti mazito, wamefungwa na mikatara kama ile minyelola ya kuvutia sheli ile, ndio wamefungwa nayo. Tuone watatoka hao wanatusumbua haleluya, amen. Sasa mwanaume anamwambiaje? Anamwambia, nisikilize Sila, hapa cha ja kufanya silaha tuliyonayo kuangusha ngome ni kelele tu, alafu kelele zetu zisipige kama weho, tunaanza hapa hapa. Hebu anza kuimba sifa haleluya. Ha? Ha? Anza kuimba sifa, mbona e, mwini eh? Eh? Akaanza kuimba. Ndio leo tunaimba, Paulo na Sila Waliomba, yaani baada ya kuomba wakaanza kuimba. Bwana Yesu asifiwe amen, Bwana Yesu asifiwe amen. Wakasema, na utukuzwe Mungu wa mbinguni, kama uishivyo, tunataka uwepo wako uchai mahali hapa. Wanaume walipopiga makofi, uwepo wa Mungu kachaa. Kitendo cha uwepo wa Mungu kuchaa ile minyororo ikaanza katika kiti na minyororo ya umaskini katika kwako ikaanza katika tii. Yule askari waliokuwa wameshika mapanga wote wakaanguka chini. Yale tetemeko likapita, yale mageti waliyoyaamini wamejenga kwa gharama kubwa yote yakamolewa, milango ikawa wazi, milango ikawa wazi. Lakini wanaume walikuwa wanajua wanazo silaha za kutosha, hawakukimbia, walikaa, walikawa, wakatulia. Walinzi wa azamu wakaanza kutetemeka, leo na kuja kunyongwa, watu wametoroka. Paulo akamwambia usiogope, sisi tuko mahali hapa, hatujatoroka. Haleluya! Hii mnaojua kiburi ni kizuje, hivyo eh, usitoroke, yani usiogope wala usijiua, nataka kujiua usijiue, tuko mahali hapa, Bwana tunayemtumikia ndio ameyatenda haya. Jamaa akasema ngoja ni watorosha, akasema hapana, tuliingia kwa sheria na tutatoke kwa sheria maana naongea na mtu ambaye ana akili sema Amen. Amen. Hawezi kukurupuka kwa sababu alikuwa amefungwa, ila wamelusu takimbia hapana. Anasema ninazo akili na Yesu akaniongezea nyingine, haziwezi kutoroka kuondoka, hawataamini muujiza. Niliingia kwa sheria, nitoke kwa sheria. uh, well, uh, Ogopa mtu mwenye akili, hafanyi vitu kwa kwa pupa, ndio tuingia kule. Akamwambia juhudi nyingi sana kufanya kazi kazi, ila juhudi. Lakini wakaja pale yule mkuu wa gereza wachukue, akawalisha chakula jamaa, akasema sasa imetosha, tunaingia tena

Baba Mungu nakushukuru, bweja mikono hii, naomba Mungu yabariki, wakumbuke, walinde, watunze, nguvu ambayo tumejifunza Bwana kafanye kazi ndani yao, nami nimeomba kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hata wanapotoka mahali hapa, Mungu atangulie, walinde, waepushe na ile zashikanza mamlaka kwa jina la Yesu, tuseme amen. Wagane mahali hapo na Mungu awabariki